E, bwana, moja kati ya vitu ambavyo tumevishuhudia huko mtandaoni, bwana, ni kwamba nadhani mtakuwa mnamfahamu mfahamu Cardi B. Uh, Cardi B ambaye alitoka na ngoma ambayo inaitwa Boda Kielo. Uh, katika track ambazo zimemfanya atambulike zaidi duniani kote ni hiyo track ambayo inakwenda kwa jina la Boda Kielo. Sasa, hii bwana ni ngoma ambayo ilimfanya Cardi B awe maarufu, lakini pia vile vile akapata fan base almost worldwide na akaingia katika mahusiano na moja kati ya member wa kundi la rap group huko Marekani ambao unafahamika kwa jina la Migos grupu hilo la la Migos amefariki. Nazungumzia yule mdogo mdogo wao yule ambaye anafahamika kwa jina la Take Off. So Take Off alipigwa risasi. Nadhani kila mtu atakuwa anakumbuka hiyo incident ambayo iliwaumiza watu wengi sana ambao ni eh, ni mashabiki wa rap huko kutoka Marekani au vipi bwana? Lakini tunafahamu kwamba katika hili group bwana, walibakia wawili ambaye ni Qwavo pamoja na Offset, ambapo kulikuwa kuna ugomvi actually, kabla ya kifo cha Takeoff kulikuwa na ugomvi kati ya Takeoff, walikuwa yuko na Qwavo yuko na Eh, alafu Offset ni mjomba yao eh, walikuwa wamegombana eh, mambo yalikuwa ni mengi, lakini at the end of the day tunafahamu kwamba Offset na take off na Kwavo sasa hivi hawako katika mahusiano mazuri sana tokea, hususan ukizingatia kwamba ndugu eh, yao mmoja amefariki, so huyu huyu Offset ni moja kati ya marapa wakali sana na ana uwezo wa kusimamia, amesimamisha tasnia yake akiwa kama solo artist, ukiachana na kuwa kwenye group kama the way ambavyo kwavo walivyofanya. Na huyu Takeoff, yeye umaarufu wake ulikuwa maradufu zaidi baada ya kuanza kudate na Cardi B. Umeona eh? So unaelewa kabisa kwamba Cardi B bwana, ni major star, yani yupo katika wale wadada ambao wanafanya vizuri by the time huko Marekani, ukimzungumzia Nicki Minaj, kulikuwa kuna ushindani mkubwa sana kati ya Nicki Minaj na Cardi B. So Cardi, Cardi B alikuwa na date na na Offset. Umeona bwana? Eh? Sasa, hivi karibuni bwana wameachana. Baada ya kuachana, Cardi B ameenda ku date na jamaa mmoja hivi tolu mbavu ya mtu ambayo ni mchezaji wa basketball huko Marekani, which means kwamba kuachana kwa, kwa Cardi B na Offset Uh, Offset unafahamu kwamba alikuwa na fedha lakini ya hamzidi hata Cardi B mwenyewe, kwa sababu Cardi B ana pesa zaidi ya Offset. Wamezaa na wana watoto, lakini nafahamika hivyo kwamba Cardi B ana pesa kuliko hata Offset. Kachana na hilo, Cardi B baada ya kuachana na Offset ameenda kudate na, uh, na mcheza kikapu ka, katika vitu ambavyo kama unavifahamu kuhusiana na hawa wasanii au kuhusiana na celebrity wa huko Marekani, ukiachana marapa, ukiachana na hawa watu wanaoigiza movie E bwana hawa athletes yani, hawa watu ambao labda wanacheza kikapu, wanacheza rugby, wanacheza sijui tennis, golf nini, hawa ni wa, hawa watu wanaocheza boxing, umeona, hawa ni watu ambao wanakuaga na pesa ambazo ni crazy money, unaelewa eh? Kwa sababu yani ukiangalia hawa marapa ambao pesa zao ni kupitia social media platforms, labda brand deals na vitu vingine kama hivyo, ukija ukimsimamisha na mtu mmoja kama KD, Kevin Durant ambaye ni basketball player, utakuta kuona, utakuja utaona kwamba ni tajiri kuliko marapa wengi marapa. Marapa sometimes unakuta anatoa ngoma au anatoa album mzima na haiendi. Unaona, kwa hiyo kiasi cha fedha kinapungua. Na hawa marapa unajua kwamba ni crazy spender, wanatumia sana fedha kwenye majuries, yani kununua ma vito ya almasi na nini, kwa hiyo wanaga hela sana. Ukilinganisha na hawa ma basketball players ambao wanapewa pesa nzuri zaidi. Maona, na, na kiasi chao cha fedha kiko very stable. Akipata deal labda na Nike akiwa analipwa labda milioni 30 kwa mwezi, kwa hiyo itimizi kwamba ndani ya mwaka anajua kabisa kwamba ana kiasi fulani na uhakika, lazima apate hicho kiasi. Sometimes zinapanda, sometimes zinashuka. So the whole point ya kukwambia haya yote, nataka tu nikwambie kwamba Cardi B bwana amedate na mcheza kikapu ambaye ni tajiri. Hana jina sana. Sio labda sio Steph Curry, sio Kevin Durant, sio LeBron James. Umeona bwana, lakini ni tajiri. Umeona, eh? Na yupo katika hiyo top 10 players wa NBA. Lakini ni tajiri kuliko Offset. So huyu Cardi B bwana ameachia ngoma ya kijembe. Hivi vitu vya kijembe bwana, vijembe usije ukadhania kwamba viko tu huku Bongo, mpaka mbele bwana. Cardi B ametoa ngoma ya kijembe akiwa anamsifia mwanaume wake kwamba ni mrefu ana pesa zaidi, na wanafanya mapenzi kama vile anavyoruka, anavyoruka anavyorusha mipira kwenye basket, umeona? so hiyo ni nyimbo yake mpya, ameimba hayo maneno. Sasa Zuchu ameipenda hiyo nyimbo bwana, kutokana na kuipenda kwa Zuchu nyimbo hiyo, ameimba kama vile, na pia kijembe kwa wabaya wake, yeye akiwa anamaanisha kwa upande wa Diamond kwamba mpenzi wake Diamond ni mrefu na nini na nini. Kwa hiyo Zuchu amejirekodi video akiwa anaimba wimbo huo wa Cardi B. So, hicho ndo kitu ambacho kime happen. Sasa Zuchu mwenyewe aliimba hivyo kwa ajili ya wabaya wake kama kijembe. Cardi B aliimba hiyo nyimbo, ameitoa kama kijembe kwenda kwa offset. Sasa Zuchu naye kufanya kufanya challenge ya huo wimbo bwana, na kuposti katika ukurasa wake wa TikTok, ni kwamba Cardi B amependa the way Zuchu alivyofanya, kwa hiyo ameamua kuirepost katika ukurasa wake wa TikTok, kwa hiyo mpaka tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba Zuchu amepostiwa na Cardi B. So, nimezunguka huko code, lakini the main point ni hiyo kwamba Zuchu amepostiwa na Cardi B na sababu ya kupostiwa, nimekupa hiyo background story hapo nyuma yote, ili mradi tu uweze kuelewa what is going on. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimetrend sana hasa hivi hapa Tanzania baada ya kuona kwamba Zuchu amepostiwa na Cardi B. Lakini pia vile vile ni jambo ambalo limewafurahisha watu wengi na kuona kama vile kunaweza kukawa na ukaribu kati ya hawa watu wawili yani Zuchu na Cardi B, you never know. Umeona bwana na iwapo kama Zuchu akipata ikitokea tu Eh? <laughs> Eh, anawezekana Zuchu akaokota dodo kwenye mparachichi akapata fursa ya kufanya collab na Cardi B. Zuchu ndo ameondoka kimataifa. Yaani hiyo ni short and clear kwa sababu Cardi B yuko na fan base kubwa sana kama the way ambavyo wakina Minaji walivyo huko Marekani, japokuwa Minaji sio mtu kuachia ngoma mfululizo au mara kwa mara lakini still tunajua potential ambayo yuko nayo. Minaji yuko na power kubwa sana Marekani. So Cardi B naye pia ni the same kwa sababu wanakaa ushindani fulani hivi low key. Naona bwana. Yaani kwamba Cardi B ni one of the best female rappers huko Marekani, kwa hiyo Zuchu kupostiwa na Cardi B imekuwa ni jambo zuri, limewafurahisha watu wengi sana, na page nyingi tu hapa Tanzania zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo inshu. Kwa mfano kuna page hapa ameandika kwamba star wa bongo Flava, Zuchu ameibua furaha kwa mashabiki wake baada ya rapper wa Marekani maarufu Cardi B e, kupenda na kurepost video ya Zuchu kwenye tiktok account yake. Kwenye video hiyo Zuchu alionekana akifanya challenge ya wimbo mpya kabisa wa Cardi B unaofahamika kwa jina la Outside, ambao bado haujatolewa rasmi, lakini ulikuwa umevujishwa ume kama kionjo na wimbo huo unatolewa rasmi mnamo siku ya Ijumaa ya wiki hii. Mashabiki wa Zuchu wamefurahishwa sana kuona star wao akipata nafasi ya kuonekana kwenye jukwaa hilo kupitia msanii wa kimataifa Cardi B. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo chochote kinaweza kutokea, ya, ya Mungu mengi, lolote linawezekana chini ya jua. Kwa hiyo huenda eh Zuchu akawa na kaukaribu na Cardi B, yani Zuchu na Cardi B akawa mtu na shosti yake. <laughs> Hebu imagine. Zuchu na Cardi B wakawa mtu na show. Unajua Zuchu Mnyamwezi, Kiingereza king nini na hivi vitu yeye anavijua. Ana uwezo mzuri tu wa kuongea na Cardi B na nini. Wakiwa marafiki wakafanya ngoma, e bwana Zuchu anakuwa ni wa kimataifa automatically. E bwana overnight. Au vipi bwana? So yote hayo yanawezekana, so lakini hii ni kitu ambacho pia kinaweza kikatokea tu, alafu mambo mengine akaendelea tukasahau. Ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, una lipi la kuzungumza kuhusiana hii? Weka maoni yako, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.